Nataka nizungumze mambo matatu kwa sababu ya muda, alafu mtu anakuja anakubania kwamba duniani kote watu hawatengenezi ajira, ajira vijana wanajitengenezea wenyewe. Yeye huyo yuko bungeni anataka mpe ajira, alafu nyiye msiwe na ajira. Mimi niliwauliza bungeni kwamba wewe unakuja kusema vijana wajitengenezea ajira, anza wewe, achia ubunge katengeneze ajira yako kwanza, tuone utupe mfano ndio uwe na audacity ya kuzungumza kuhusu hilo. Una audacity ya kusimama kuambia watu eti tengenezeni ajira, wakati wewe umeshindwa, umeenda kuomba ajira ya wananchi. Sasa hao watu wamefika mwisho, wanaua uchumi wa nchi yetu. Nchi ya kwanza duniani peke yake yenye tanzanite. peke yake ni Tanzania. Nchi ya dhahabu, nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani ya tatu, kienda kule kwetu Tarime kuna dhahabu, nenda Geita kuna dhahabu, nenda Kahama kuna dhahabu, nenda Mbogwe kuna dhahabu, nenda Chunja kuna dhahabu, kila kona ya nchi hii ni dhahabu. Leo nilikuwa naangalia hapo bei ya, ya dhahabu kwenye soko la dunia kwa gramu moja, gramu ni laki mbili na hamsini na tano. Gramu si kama mnikisema, gramu mnaelewa uzito wa wembe Yaani, ukiwa na dhahabu yenye uzito sawasawa na wembe ni laki mbili na hamsini, tena wembe ili unavunja kwa upande mmoja ndio kanafikisha gramu moja, laki mbili na hamsini. Nenda Chunya wamejaa wa hi, wa, wa, wa China, ndio wanachimba dhahabu zetu. Nenda Tarime wamejaa wazungu, nenda Mbogwe, kila kona ni wachina wanachimba dhahabu yetu. Watoto wetu hawana ajira. Hawa vijana wanachohitaji ni serikali yenye akili. Unapopeleka mtoto wako shule, unamfundisha kumasta mazingira yale ulionayo. Ndio maana wazungu wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba dhahabu, wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata tanzanite. Nyiye shuleni watoto wenu wanafundishwa panzi yana miguu mingapi? Wanatoka kule kuja kumiliki dhahabu ya kwenu. In abundance of water, a fool thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Elimu ya hovyo viongozi, wamechoka, hawana maono. Badala ya kutreni watu wako, na uruhusu mabenki yako yawe rafiki kwa vijana. Mkiwa kikundi cha vijana kumi mpewa ukubwa wa hili jukwaa, mpewe na mashine, mwingie pale, mchimbe dhahabu, mkipata pesa mtajenga nyumba Tanzania, fundi atapata ajira fundi akipata ajira atapanda bodaboda. Bodaboda boda atapata fedha. Bodaboda boda akipata fedha atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Mama atapata fedha, mama atanunua mafuta dukani. Mwenye duka atapata fedha, ataajiri mlinzi. Mlinzi atapata fedha. Fedha inazunguka. Unatoa utajiri, unapeleka Ulaya, unapeleka kwa wachina kule, unasemaje? Unaakili wewe? in abundance of water a full thirsty Tunataka tubadilishe nchi hii, na tunataka watu serious watunge mkono, tubadilishe nchi hii. Miaka sitini na tatu ya ujinga imetosha. Anazungumza na Rose hapa kuhusu chuma. Katika uvumbuzi mkubwa binadamu aliyowahi kufanya duniani, namba moja ni printing, binadamu alipovumbua uchapishaji na kuandika ilikuwa ni invention namba moja duniani iliyobadilisha maisha ya watu, ndio ilileta elimu na kila kitu. Namba mbili ilikuwa ni madawa ya antibiotics. Namba tatu ilikuwa ni chuma, namba nne ni injini na namba tano ni umeme. Ndio invention kubwa zilizobadilisha maisha ya binadamu. Unakwenda Rudewa, tuna chuma dr sra cha kuweza kutumika ndani ya miaka mia moja bila kuagiza chuma popote. Nendeni kwenye hansard za bunge nasikilizeni hotuba ya waziri kivuli wa nishati na madini wakati wanaanza kujenga bwawa la mwalimu Nyerere. Mimi ndio nilikuwa waziri wa nish... wa... wa nishati na madini kivuli, nikamwambia Magufuli wakati ule kama unawapenda Watanzania kati ya jambo kubwa utakalowafanyia na ukabadilisha maisha ya nchi hii, kila mtu akaishi vizuri. Nchi hii ina uwezo, kwa rasilimali tulizonazo, kila mtu akakaa nyumbani, wale ambao hawana kazi, serikali ikawa inawalipa hera kama ilivyo Finland, kama ilivyo Norway, kama zilivyo nchi nyingine. Kila mwisho wa mwezi inaingia milioni moja kwenye akaunti yako. Tuna uwezo, kwa rasilimali tulizonazo, tuna uwezo tuna uwezo ndio imbo wazungu wanafanya, ndio hivyo nchi nyingine. Nchi hii ina uwezo wa kumpa kila mmoja insurance akatibiwa bila tatizo. Tuna uwezo wa kuwapa watu wetu maji ya bomba bure. Tuna uwezo wa kuwapa watu wetu umeme bure kwenye majumba, kwa sababu Mungu ametujalia. Nikamwambia Rais Magufuli kabla haujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, cha kwanza tuvumbue chuma chetu maana yake ni nini? Tutengeneze kiwanda pale, kiwanda cha Mchuchuma na Liganga. Walisema investment yake ni dola za Kimarekani bilioni 3, kama trilioni trilioni 7.8. Hapo tayari tungekuwa tumetengeneza kiwanda chetu kingetoa ajira kwa watu elfu sitini, direct employment yaani walioajiriwa kiwandani tu watu elfu sitini. Population ya Njombe hapa ni watu wangapi? Acha mkoa tukisema jimbo hili, Laki moja plus. Tuseme hivi zaidi ya nusu ya watu wa Njombe mjini wote wangeajiriwa pale na nafasi isingeishi labda hapo ndio mtanielewa na asilimia kumi ya watu wa mkoa wa Njombe wangeajiriwa. Na sisemi kwamba wangetoka Njombe tu. Na wapa mfano. Sasa hebu fikiria watu elfu sitini wangeajiriwa wako pale Rudewa. Wangapi wangejenga kule? Hizo barabara za kutoka Rudewa si hapa ndio mkoani? Watu wanakuja kula starehe hapo wamelipwa mshahara kila mwisho wa mwezi. Hebu fikiria uchumi wa Njombe ungechangamka kiasi gani? Kama kunauzwa chipsi sahani kumi, ungeuza chipsi sahani 20 au 30. Kama kuna maji yananyweka hapa chupa ishirini, yangenywekwa chupa 40. Watu wameajiriwa hapa. Majumba yangejengwa hapa, mafundi wangekuwa bize. Rudeo ungejenga kile kiwanda kwa, kwa, kwa dola za Kimarekani bilioni tatu. Ukikamilisha unaanza kujenga bwara Mwalimu Nyerere, unamwambia Arab Contractors nakupa kazi ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini chuma chote nunua hapa kwangu. Unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono huu. Serikali ingepata mapato, leo tusingezungumza kwamba hakuna walimu, hakuna eti walimu hawawezi kuajiriwa nchi hii. Unaenda kwenye website Dr Sara ya, ya, ya, ya, tume ya ajira inakwambia tuna deficit ya walimu zaidi ya milioni moja. Alafu vijana wako mitaani. Alafu wanasema hawana eti hatuna uwezo wa kuajiri. Wakati huo huo wananunua magari ya serikali bilioni mia tisa. Hawa ambao hawana uwezo wa kuajiri vijana, lakini wananunua eh, wananunua magari ya bilioni mia tisa. Alafu kuna vijana wajinge eti wamesoma sio elimu gani, sio elimu ya mavi, eti mimi ni CCM, Tum, tumsemee mama nuza wamerogwa au ni vichaa? Wanaamini ukijipendekeza ukiwa chawa, eti utapata ajira. Hata waangalii watu wapili, anaamini mimi nikiwa humu nikionekana chawachawa. Sisi tulikuwa vyuo vikuu, Dokta anakumbuka, ilikuwa aibu kuvaa nguo ya siem. Watu wanaonajisi nchi yetu namna hii, unajihusisha vipi na wao? Eti na una degree kichwani. Hiyo degree ya nini hiyo? Njombe, mnanielewa? Wangapi? Yeah. wanaelewa ninachokizungumza asante. Tutaachia watoto wetu vitu vibaya sana tusipokuwa makini. Nafasi ni sasa, sio okay, kesho ni sasa. Hata hawa wa polisi hao, hali yao ni mbaya. Mi nimekuwa mbunge, mshahara milioni kumi na mbili. Sasa muulize afande wangu pale, mshahara wake shilingi ngapi? mshahara niliokuwa nachukua mwezi, kamanda, we ni miaka miwili mwezi. Na mimi siipendi CCM we wanao kunyanyasa eti unakuta afande, tulia, tukutengenezee nchi. Tutakapochukua nchi, hatutawafukuza tutanie, hao ndio tutafanya nanyie kazi, lakini tutawapa mishahara mara tatu zaidi ya hicho mnachopokea. Msipaniki, tutaondoa wale wabovu wachache ambao wana makosa na tutawafunga, lakini wengi tunajua nyinyi ni watu wema. Sasa leo unasoma takwimu za serikali, tumeagiza chuma kama alivyosema Rose, cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3 kwa mwaka jana mwaka juzi uliagiza cha shingapi? nondo zote zilizojenga swi machuma ya leri swi nini? mwaka juzi umeagiza cha shingapi? mwaka ule mwingine uliagiza cha shingapi? mwaka ule mwingine uliagiza cha shingapi. Insanity. Wenda wazimu. Insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo hilo kwa njia hizo hizo na kutegemea matokeo tofauti. Yaani CCM wamekuja wanakuambia tutalima barabara ya Rupembe. Ukawapa kura miaka mitano hawakulima. Wakaje tena mwaka mwingine wakamtalima barabara ya Rupembe ukawapa kura hawakulima. Mitano mingine 15, 20, 30, 60 hawalimi na bado unafanya vile vile. Hiyo Albert Asset anasema ni uenda wazimu. Na Mwalimu Nyerere anasema mtu mwenye akili akikwambia aki jambo la kipumbavu ukikubaliana naye anakudharau. Yaani, we unaona hiyo ni gari, mimi nakwambia hiyo ni pikipiki piki, na we unaona ni gari na unakubaliana na mimi, unategemea nini? Ndugu zangu wa Njombe, tunahitaji kubadilisha nchi hii. Chuma chenu hiki kingebadilisha maisha ya nchi yote hii huwezi kuendesha nchi bila kuwa na viwanda vyako vya kawaida ngoja ni wasomea <laughs> iko hivi kama ungejenga kiwanda chako kwa trilioni, kwa trilioni saba, mwaka huu umeagiza chuma cha trilioni tatu cha mwaka jana labda cha trilioni miaka mitatu tu, una kiwanda chako na chuma unachukua bure cha kutosha kwao unachimba miaka mia moja, lakini kuliko waagiza hicho chuma, mpate fedha muwe na uchumi. Ukiwa na uchumi haui mjingo, unakuwa economic independent. Utapewa gesi ya bure, utapewa kanga za bure, utanunua mwenyewe. Wanaona kuliko upate bora, wapeleke nje. Kwa Kikuria tunaiti chinyanyi, yani wewe umekura, umeshiba, unaona na mtu mwingine anataka kuja kura, unachukua mchango unatia kwenye kile chakula. Ndio maana ndio maana Mwalimu Nyerere alijenga uwanja wa Kia, eti serikali imeukabidhi kwa Oman, kwa waomani wauendeshe uwanja. Kila mtalii anayetua pale fee ya kutumia uwanja wa ndege ni dola hamsini na tano akiwa anaingia, akiwa anatoka dola hamsini na tano. dola hamsini na tano ni kama laki moja na hamsini kwao, mtalii akitua na kuondoka anaacha laki tatu. Uwanja upo tayari uisha jengwa, miundombinu ipo, ni kurekebisha, kupaka rangi, kufanya nini. Kigae kimebomoka, unachukua kingine unaweka, ndege zinatua. Watalii wanaotua pale ni milioni moja point tano kwa mwaka, zaidi ya bilioni karibia mia mbili. Eti sisi watu milioni sitini hatuwezi kusimama pale tukusanye hela, tumempa Muomani. Sio kama mnaelewa. Alafu mtu yuko Njombe, iye na iye mimi ni sisi ya mdamu unamwangalia nyumba yenyewe imekaa hivi, nauliza, ni uwe ni si uwe? Malaika wanasaidia? sem damu watu wanaohujumu uchumi wa nchi yetu. Dubai, Dubai mwaka sabini, mwaka sitini na moja, Dubai ilikuwa na watu elfu sabini elfu sabini walikuwa wanaishi nomadic life, wanatembea wanaokota tende kwenye jangwa. Dubai ni jangwa, wamegumbua pipa rao la mafuta la kwanza mwaka 69. Leo Dubai iko dunia ya kwanza jangwani, hawana hata maji maji wanachukua baharini ya chumvi, wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanaondoa chumvi, kila mtu ana maji. Tanzania tuna ziwa lenye kina kifa, ziwa pana kuliko yote Afrika nzima liko Tanzania, la pili duniani, ziwa Victoria. Ziwa lenye kina kirefu kwenda chini kuliko yote Afrika, la pili duniani liko Tanzania. Mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, huko Tanzania. Mbuga kubwa kuliko zote duniani Tanzania, mbuga ambayo iko kwenye maajabu saba ya dunia peke yake Mungu aliyoumba iko Tanzania, in abundance of water, a fully thirst. Shamba la maua alilopanda Mungu peke yake liko kwenu hapa Kituro, watu ni maskini, wanalala njaa kwenye katikati ya utajiri, kwa sababu watu walioko madarakani wenye roho mbaya wasiokuwa na mapenzi na. Nimemsikia mwingine anasema, eh, eh, kuna watu wametoa watoto wao nje. Kwa hiyo ndio maana wana sio, wanafanya nini? Wanataka nchi ingie kwenye machafuko, kwa sababu watoto wao. Kuna watu ambao wako nje ya nchi wanaipenda nchi hii kuliko wezi walioko humu ndani ya nchi kwa sababu mioyo yao iko Tanzania. Ni watu wangapi wamesoma wako Marekani, wananunua vitanda wanatuma kwenye hospitali zenu, wakati mbunge anaiba pesa za nchi yenu anaenda kuficha kule nchi, anayenunua kwa hera yake analeta umu, na waziri anayeiba hapa anaenda kuficha kule. Nani anaipenda Tanzania? eti kisa tu huko hapa ndio unaipenda Tanzania? Ujinga kabisa. Reasoning ya kama serikali inaweza kuagiza kwa mwaka au tukaagiza kama nchi kwa mwaka tomato sosi za bilioni sabini bilioni sabini tumeagiza kwa mwaka. Mafuta ya kura bilioni mia saba Mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, eh, Songea, Kigoma, kigoma imekuja kujifunza namna ya kut... Michikichi wamekuja kujifunzia hapa. Leo wanasafirisha mafuta kuja kwetu ya michikichi Sunflower, mafuta ya alizeti sisi tunaweza kutoa na tukauza nje ya nchi. Tunaagiza mafuta ya kura bilioni 700. Maziwa bilioni serasinane. Watu wa Njombe wanahitaji uwape eka moja hivi kama, kama una serikali yenye akili inakwenda kwenye kila famili, unapotaka kuibua unapotaka kuinua uchumi wa watu wako, familia maskini tunawapa eneo la la, eka mbili kila familia actually ina eneo vijijini kule. Unachohitaji ni kuwapelekea ng'ombe tu, kwamba jamani, eh sikilizeni, simna maeneo eh tunawaletea ng'ombe wa maziwa wawili wawili na tunawaletea mbegu ya majani na tutawaletea exte, wale wale veterinaries wa kuangalia au ng'ombe yule. Ng'ombe mimi nafuga anatoa lita 20 mpaka 24 ukiwa nao wawili unaweza kupata lita lita 40, 40 au 30, wanawaambia hasa si njoo uchukue maziwa. Kwa hiyo kila family itakuwa na uwezo kule kijijini wa kuuza maziwa ya shilingi elfu arobaini kwa siku kwa mwezi milioni moja pointi mbili. Hebu fikiria familia kule kijijini inayoweza kupata milioni moja pointi mbili. Hiyo familia itajenga, fundi atapata kazi, hiyo familia itanua mchere, hiyo familia itafanya nini? Utatengeneza uchumi. Tunachukua bilioni 34 tunasafirisha kwenda nje kuagiza maziwa, tuna ardhi hapa. Hivi mnanielewa?